Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tunazungumzia suala linalowasumbua watu wengi, sugu za mikononi na miguuni. Mara nyingi tunajitahidi kuhakikisha ngozi yetu inakuwa nyororo na yenye mwangaza, lakini sugu kwenye mikono na miguu mara nyingi huonekana kama kikwazo kikubwa cha urembo. Katika video hii tutajadili kwa kina haya: kwa nini sugu za mikononi na miguuni hutokea. Tutaeleza sababu kuu zinazochangia tatizo hili ili uweze kulitatua kwa urahisi. Njia bora za kuzuia sugu zisijitokeze tena. Tutakupa mbinu za vipodozi sahihi na unavyopaswa kuvitumia kila siku. Jinsi ya kuondoa sugu kwa kutumia vipodozi vya viwandani. Njia asilia za kuondoa sugu. Kipengele hiki ni muhimu sana. Tutakupa mbinu za kiasili ambazo zimekuwa zikifanyika kwa vizazi vingi na matokeo yake ni ya kushangaza.